Tangu elfu moja mia tisa sabini na sita mimi ndio nakuja katika kijiji hiki. Kwa hiyo ukiangalia mwaka sabini na sita mpaka sasa haipungui miaka arobaini. Kwa ujumla, upatikanaji wa maji ulikuwa ni mgumu sana, kwa sababu kipindi hicho haya maji unayaona hapa yalikuwa hayapo. Maanaake ukiishiwa na maji, kwenda kuyafuata ni huko juu mpaka upande mlima ndo uende ukakute maji huko. Nyuma hayo maji yana changamoto, upepo ukipiga, maji yanakuwa machafu yanachafuka, kwa sababu ya maji ni machafu, watu wanajisaidia umo, kila kitu watu wanafanya humo humo. Kwa hiyo tukawa tunayatumia tu hivyo, hatuna jinsi. Kwa sasa hivi, huu mradi unatusaidia sana, kwa sababu kwa umbali tuliokuwa tunatoka hapa kwenda kuchukua maji tulikuwa ni mbali mrefu. Yani, huu mradi unatusaidia sana, tunamshukuru mama kutukumbuka. Huu mradi unatusaidia kwa sababu ukiwa na shida, hata kama ni jioni, unaenda unachukua maji, unarudi nyumbani, unaandaa chakula. Lakini siku za nyuma ilikuwa ni shida kuoga, mpaka uende ukafuate maji, ukoniza, ukakata siku mbili ujaoga. Kwa kweli, namwambia mama asante sana mama kwa yote uliotutendea katika kijiji chetu hiki cha njia panda. Kwa hiyo kwa ujumla watu wa kijiji hiki na vijiji jirani wanashukuru sana tena mno, na wanampongeza kwa jitihada zake. Yaani, si tunamshukuru sana mama Samia, tunamshukuru sana mama kwa kutuondoa kwenye hii huu ugumu wa maji tuliokuwa nao, na tunamwahidi tuko kumpa kula tena Tunamwahidi tutampa kula tena, kwa sababu ametusaidia, ametusaidia wenzake kiasi kikubwa mno. Kwa hiyo tunamshukuru mradi, tutautunza kuangalia ile miundo mbinu iliyotengenezwa hapo, tusiharibu ila tuidumisha, kwa kuijenga iendelee kutu saidia sisi tusiteseke kama awamu ya nyuma. Yani, huu mradi tutautunza, hatutakubali tuone mtu anaharibu tukamwache yeyote. Atakayeharibu mradi tutamchukulia vyombo vya sheria, lazima afuatiliwe. Tutautunza kwa nguvu zote, ili tusirudi kwetu tulikotoka. Kwa yeyote atakayefanya, yani atakayefanya uharibifu atachukuliwa hatua ni ya kufanii au tuwezekane sehemu ambayo itakuwa imefanyiwa uharibifu akigerii. Wananchi wenzangu wa wilaya ya Same, Mwanga na Korogwe, lazima tufikirie kwa undani hii ambavyo Mheshimiwa rais amepiga pesa nyingi hapa kwetu kwamba huu mradi hauwezi kujilipa, bali sisi ia tumlipe na kumshukuru Mheshimiwa rais kwa kuutunza ili siku moja asija akasikia kwamba ni mabilioni mingi ya hatuwezi kuyaika. Tunapenda kumshukuru mheshimiwa rais na wizara yetu ya maji kwa kazi zinazofanyika. Namtakia mheshimiwa rais na Mungu namingu azidi kumbariki.